Lakini tukisonga mbele mkewe waziri mwenye mamlaka makuu zaidi Tessie Musalia amekabidhi serikali ya kaunti ya Nyeri kisima kipya kilichochimbwa katika bewa kuu la chuo cha mafunzo ya polisi ya kitaifa huko Kiganjo. Kisima hicho kilichozinduliwa mwezi Februari mwaka huu ni sehemu ya mpango mkubwa unaoongozwa na kudhaminiwa na wakfu wa Ushiriki Wema wa Bi Tessie ambao unahitaji kuboresha maslahi ya maafisa wa polisi kupitia miradi ya maji katika vyuo mbalimbali mbali vya mafunzo ya polisi kote nchini. Wakati wa uzinduzi wa kisima katika bewa kuu la chuo cha mafunzo ya polisi wa kitaifa, yeah. Bi Tessie Musalia pia alizindua kituo kipya cha kuhifadhi maji na mfumo wa kuyasambaza chuoni humo. Mradi huo alisema ni sehemu ya mpango mpana wa kutekeleza miradi sawia katika mabewa mengine ya mafunzo ya polisi nchini, yakiwemo chuo cha mafunzo ya polisi cha Embakasi bewa la A, lile la Embakasi B, la maafisa wa polisi wa GSU na kambi ya polisi ya drive in, pamoja na chuo cha utawala jijini Nairobi, katika juhudi za kuimarisha ya maafisa wa polisi. We are inaugurating our collective responsibility to ensure our officers work and live in an environment that respects their humanity, safeguards their health, and upholds their dignity. Kamanda wa polisi wa chuo cha mafunzo ya polisi wa kitaifa cha Kiganjo, Nyale Munga, alielezea kuridhishwa kwake na mradi huo, akisisitiza kuwa itakuwa muhimu kupunguza utegemezi wa chuo hicho kwa wasambazaji wa maji kutoka nje, hatua ambayo huenda ukapunguza maradufu gharama ya maji chuoni humo. Inspekta Jenerali wa polisi, Douglas Kanja, ambaye pia alizungumza katika hafla hiyo, aliwahimiza maafisa wa polisi kutunza vyema kituo hicho kipya cha maji akisisitiza kwamba ni wajibu wa pamoja as the inspector general the welfare of personnel is one of my key priorities hence this project and the kind donation by her excellency will go a long way in ensuring that this premier college delivers on its mandate of training staff to the highest possible standards of competence and integrity Mradi huo wa kisima ni hatua muhimu katika juhudi za kuboresha maisha na maslahi ya maafisa wa polisi, huku pia ikipiga jeki juhudi za serikali za kukuza uendelevu na usimamizi bora wa rasilimali kote nchini. Mariambo nikiripotia kiripotia Darubini Channel 1.